Ndiyo, tunaweza keti. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi; waziri mwenye mamlaka makuu, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, waziri wa ardhi, ujenzi na nyumba; na mawaziri wengine wote, vile vile PSs wote mliofika; magavana wote hapa wakiongozwa na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, mwenyekiti wa halmashauri ya nyumba za bei nafuu wabunge mliofika, viongozi wa serikali, wamiliki wa nyumba za bei nafuu, Mheshimiwa Rais, hivi sasa turuhusu tufanye kipindi kifupi cha burudani, na nitamwalika mwenzangu chipukizi ili aweze kutuongoza. Tumpigie makofi chipukizi. Asanti mwenzangu Boni. Wananchi mko na raha siku ya leo? Kama uko na raha, basi situonyeshe. Mheshimiwa Rais, tuna bendera tu, nione bendera, bendera tu, bendera tu. Asanti sana Your Excellency, tunataka kukuandalia kipindi kidogo cha burudani na ninataka kuchukua fursa hii niwakaribishe wachekeshaji hodari ambao tulichekesha nao Chachill Show na sasa tuko nao hapa watufanyie skit. So Your Excellency, with your permission I welcome Teacher Wanjiku, comedian Sleepy David pamoja na Henry Desagu watupatie skit moja, karibu sana. Baba Aziz Hautanisikiza? Baba his, hautanisikiza? Kwa hivyo sasa unanisikiza, si ndio? ni siku ngapi umeniweka kwa hii nyumba, ile tunaishi saa hii, ni siku ngapi? Angalia hii matress iko hapa, angalia hii sofa iko hapa, angalia hizi vitu hii nyumba ukiangalia inakaa giani? ni vile tumetuiaeshinbaahs menioa miaka gapi? vile ulineta kwa hii nyumba huku, uliniambia vizuri sana, tunakaa miaka bi sa. Tumekaa miaka 5 na watoto wa saba, nikitoka hii mlango hivi natoka na mtoto, nikirudi hivi nakuja siku ingine, miaka saba, baba

No, baby girl, ile iko kwa akili yako unashindwa hiyo kona niweke swimming pool ama niweke gym. I make up my mind. Nakwambia, hodi hapa, hodi hapa, leo nitarenga gapi? <laughs>

Wewe nilipe, unataka nikuite kado? Wapi umekuwa ukinizungusha? Mara ya mwisho uliniambia eh? kila e, mwezi mazishi, mazishi. Na hii familia yenyu ni kama watu wanakufa mwisho wa mwezi wamwezi, mbona wakufi katikati ya mwezi? Saa hii ameshaua nyanya wanne, leo unataka kuua babu ama nani? Si utakuwa yatima? But, Gekonyo, ilikuwa nasema kitu moja. Hii mambo ni kuelewana. Wanaume ni kuelewana tunaongea, ni na, na hiyo cheki kiiva. Nakuambia Gekonyo, nataka kumalizana na wewe. Unasikia bibi anakuambia ulipe nyumba so, kwa hivyo hii mambo si kuhusu nyumba, ni nyinyi wawili. Mulikuwa munatafutana eh? Munakuja kwa nyumba munajifanya ni rent, kumbe ni wewe. Ah, mambo sio kuhusu rent. Uko upande gani? Uko upande yangu ama uko upande yake? Wewe lipa lipa all all of a sudden mnaelewana. Hii mambo sio kuhusu rent. Wachana sasa na mambo ya rent. Mzee, nimekupatia 24 hours. Mtu kama huyu huwezi pata hata ni, ukuwe na bread kama ni, hizi huwezi pata mtu kama huyu

Goja. Fuku wa diyo mama odhisi. Fuku wa diyo hisa. Baba nimekuwa nikioba. Ile simu tulikuwa tunangojea ile, yeah, yeah, yeah. Imefika baba tumekuwa tukioba. Nimekuwa nikioba na tumekuwa tukisave tu pesa. Tukaoba tukasema utupatie boma yetu. Na diyo hii diyo imefika. Alililili. Wewe. Yoki omaga. Kama wewe, tia shini. Kama tia shini. Wewe. Godi mwogereshe pale. Unakumbuka ile respect nilikuwa nakupea. Isi... saizi sasa unaongea na home owners. Yes. Eh, eh, yes. Kwanza hizi ploti zako mtu analala kwa nyumba akiangalia juu anaona stars. Yaani umechukua mpaka nyota yangu. Unajua siwezi maintain hizi nyumba na mlipi, unless mnataka ni maintain hivyo hivyo. Eh, eh, for, for, for all those years, leo ndo unakumbuka maintenance. Eh. Now yes, you are talking to home owners. Home owners. Si tuongee, si tuongee, atamlipe mwezi mmoja. Uki wapi hapa? Tunaongea na home owners. Unadhani Huku. Yes. Huyu nyumba yote, hatutoki na kunguni hii nyumba. Tunakuachia kila kitu kwa hii nyumba, mpaka hizo mtungi za maji tunakuachia. Wapi? Kwa sababu sasa unajua hata yeye ajui. Eh, unajua eh, eh, kwanza nikuulize, ngoja ngoja nikuulize, unakuanga na title ya hii shamba? Washa, sasa tukwambie maneno, na pia wewe unaweza tujoin, dial star 832 hash ajeipata vizuriajeipata vizuriajeipata Hata wewe ukwe home hizi nyumba si za uvumi. Unasema kuja tuende uone tukifuma huko ndani kwanza, hii haina ati mambo ya mtungi ya gas hii nyumba Atumalizi hata dakika zingine kumi baby. Baby. ah. ah. ah. Unajua huyu ni mtu atakuwa anakaa kwa apartment sio hizi nyumba zinakaa baby. Un... unafanya hivyo tena. Mtanifanyia vizuri unaenda wapi bwana baby, tuende tuende tu. We, na hakuna kuongezea mtoto mwingine. Mtalipa hizo yeah. miezi kidogo unaongea na na, tuko peke yetu